Israel ingemlenga kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei kama ingepata fursa hiyo, Waziri wa Ulinzi Israel Katz amesema. Matamshi yake yamekuja siku chache tu baada ya Israel na Iran kukubaliana kusitisha mapigano na hivyo kumaliza takribani wiki mbili za uhasama wa wazi. Ninakadiria kadiria kwamba kama Khamenei angekuwa machoni mwetu tungemtoa roho, Katz aliambia idhaa ya 13 ya Israel siku ya Alhamisi, kulingana na Rotazi lakini Khamenei alielewa hili, alienda kina kirefu chini ya ardhi na akakata mawasiliano na makamanda ambao walichukua nafasi ya wale walioondolewa. Kwa hivyo mwishowe, haikuwa ya kweli aliongeza. Tulitaka kumwondoa Khamenei, lakini hakukuwa na fursa ya kufanya kazi, Katz alisema. Alipoulizwa ikiwa Israeli iliomba idhini ya Marekani, alijibu, hatuhitaji ruhusa kwa mambo haya. Mnamo tarehe 13 Juni mwaka huu, Israeli ilianzisha mfululizo wa mashambulizi ya anga na mauaji yaliyolenga makamanda wakuu wa jeshi la Iran na wanasayansi wa nyuklia ikiwa ni sehemu ya kile ilichoeleza kuwa ni operesheni ya kuizuia Irani kupata silaha za nyuklia. Mashambulizi hayo yaliua mkuu wa majenerali Mohamed Bagheri na kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Hossein Salami miongoni mwa wengine. Ripoti za awali za vyombo vya habari zilizodai kwamba mkuu wa kikosi cha Ismaili Kani pia aliuawa baadaye zilikanushwa. Irani, ambayo inakanusha kuwa inaendeleza mpango wa kijeshi wa nyuklia, imelani mashambulizi ya Israeli kuwa hayakuchochewa na kulipiza kisasi kwa kurusha makombora ya ballistics na ndege zisizo na rubani za kamikaze katika miji ya Israeli. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani yameanza kutekelezwa na hadi sasa yamefanyika huku pande zote mbili zikidai ushindi.